Anayebarikiwa na anayefanikiwa ni yule anayetoa. Kwenye Biblia hii unayoona hapa, tuombaji kwa jina la Mungu wa miungu ya Waafrika, wa tunaombaga kwa jina la Mungu wa miungu ya Mungu wa Ibrahimu alikuwa Mwafrika. Mungu wa Isaka alikuwa Mwafrika. Mungu wa Yakobo alikuwa Mwafrika. Mungu wa Eliya alikuwa Mwafrika. Ukiangalia Waislamu hivyo, Waafrika walioko kwenye dini ya Waarabu, nao katika kuomba kwao wanaomba kwa jina la mungu wa miungu ya Kiarabu na hapa duniani falme mbili tu, Falme ya Kizungu na faume ni ya Kiarabu. Wapigana vita ni wao, ndio wenye dini. Wazungu ndio wenye dini ya Ukristo, Waafrika Waafrika sisi ni wafuasi. Na Waarabu ndio wenye dini ya Kiislamu na kiongozi mtume wao, na Waafrika huko sisi pia ni wafuasi wa dini ya Kiarabu. Kwa hiyo ukiangalia kuanzia kwenye ulimwengu wa roho Mzungu ndio anayemiliki watu ikiwa kiongozi wetu ni Yesu Kristo <laughs> ndo mtume wetu si ndio? na ukirudi kwa Waarabu mtume wao Muhammad wote wanaikiri ile roho wote wanaisujudia ile roho na sisi sote tunamsujudia Yesu Kristo kwa hiyo ukirudi kwenye hizi pande mbili, hawa ndio yaani, hawa wazungu ndio wenye ufalme wa kiungu mpaka utawala wa kidunia. Ukirudi kwa Waarabu, hawa ndio wenye ufalme wa miungu mpaka tawala za damu na nyama. Kwa hiyo hawa watu wawili wametoka wa mbali, walianza kutawala imani. Mpaka wanatawala serikali. Sijui kama unanielewa, unanielewa. Mimi sina kuweka hmm, wazi tu, na ndio maana ukiangalia wanaopigana ndio wao. Maana yake yani, ni watu ambao walishafunguka akili toka zamani, watu walishafunguka ufahamu. Uy. huyu alipoanzisha ibada, huyu naye akaanzisha. Huyu alipoanzisha imani, huyu naye akaanzisha, alafu leo wao ndo wanagombania umiliki wa nchi, umiliki wa serikali, umiliki wa mali, umiliki wa watu. Ni watu hao wawili wanagombana. Kwa hiyo ukiwa hapa duniani, chagua uwe mfuasi wa Mwarabu au wa Mzungu. Sasa balaa, Mzungu hajawahi kubali kuendeshwa na Mwarabu kamwe, kama alivyotangulia kwenye dini, akaja Mwarabu nyuma, ndio hivyo hivyo Mzungu mbele kwenye dini, kwenye serikali, mwarabu nyuma. Kwa hiyo sometimes hata sisi Waafrika na nchi za Kiafrika tunashindwa kufanikiwa, kwa sababu sio kwamba tuna hatuna rasilimali, tunazo rasilimali, ila sisi tumekuwa ni sadaka, sacrifice kwa wazungu. Maana yake tunaomba mno na siku zote, mtu ambaye anapokea sadaka za watu anakula, inatakiwa alipe kwa zile sadaka. Baraka zetu pia zinaenda kule, mafanikio yetu Mungu anawapa wao, kwa sababu wao wakishatubariki sisi, sisi tunasema asante na Mungu akuzidishie. Kwa hiyo Mungu ampe zipi? Anampa kile kile ambacho kinywa chako kimemwombea yule na kwa kuwa wewe tayari umekula sadaka ya yule mtu, tayari wewe ni mtumwa, uko chini ya yule mtu. Maana aliposema vichukua, ulisema asante, ulishuka wewe, ulikubali kushuka kwake, ukampandisha yeye. Mtu yoyote anayekataa kusaidiwa ujue hataki kuwa mtumwa. Mtu yoyote ambaye hataki kusaidiwa hataki kuwa mtumwa, anataka faiti mwenyewe ili asiwe na deni la kulipa. Lakini ukishaona tu tumesaidiwa na wazungu, ujue basi sisi ni watumwa wao, ni vibaraka wao. Siku zote hatutakaa tukawa na sauti kwao, kwa kipi chochote watakachotuomba tuna wapa Hello? Usipende sadaka yako Usip... nasema tena usipende sadaka yako ikataliwe na watu maana utapa, utapandishwa wapi na wee katika kupewa, pewa sadaka kuna vitu vingine nitakao viangalia Amen.